Unatafuta viatu bora kwa bei nafuu? Karibu chotara corporate store, duka lako la uhakika la viatu vya kiwango cha juu lililoko Kariakoo, mtaa wa Kongo na Raha, ambapo utapata viatu kutoka Uingereza hadi Uturuki. Unapata pigo zile za sherehe za kiofisi na zile za mitoko mbali mbali. Yani kajo iwe uko Dar es Salaam, mikoani, na hata nje ya nchi, tutakufikia tu. Brandi zako za kishua kama Clarks, Lacoste na Diori, na nyingine nyingi zote zipo kwa ajili yako. Alafu sasa ni pure leather, unapata kwa jumla na rejareja, asikwambie mtu bwana. Bei yenyewe sasa ni kama bure. Alo, boresha mitindo yako ya viatu na Chotara Corporate Store. Tufuatilie kupitia insta account yetu chotara underscore corporate underscore store au piga simu namba 0768263020 Ainjinia Evaristo Mgaya, Meneja a Ruwasa wa Wilaya Bukoba. Katika wilaya ya Bukoba, katika kipindi cha miaka minne, na hasa kipindi hichi ndicho ambacho Ruwasa ilianza, tulikuwa na huduma ya maji asilimia 64, lakini kupitia miradi mbalimbali ambayo tumeitekeleza, tumefikia sasa hivi asilimia 74.4. hii inatokana na kukamilisha miradi ya Kalonge Nyakabulala Lubale Tela, Nguzi, Nyakibimbili, Kashalu, Mshozi na maeneo mengine ya ya Kemondo pamoja na Ibwela na maeneo mengine ya visima hivi vifupi ambavyo tumevikarabati katika maeneo tofauti tofauti. Miradi hii yote imeongeza hali ya upatikanaji wa maji kwa asilimia hizo kutoka asilimia sitini na nne mpaka asilimia sabini na nne lakini kwa wilaya yetu bado tuna vijiji vingi ambavyo havina huduma ya maji. Kwa hivyo tunaendelea na utekelezaji wa miradi kwenye vijiji kumi na saba tukitekeleza miradi kwenye vijiji kumi na saba yote ikikamilika kwa wakati tutafikia asilimia 82 mpaka 83. Hiyo itapatikana ita kwa kukamilisha mradi wa Bushasha, mradi wa Buma, mradi wa Uu wa Katolo, mradi wa Kikomero Butakia, mradi wa Migala mradi wa Kemondo, maeneo ya Rwagati na Kanazi. Hii miradi yote ikikamilika, itapandisha leo upatikanaji wa maji katika wilaya yetu kwenda asilimia 82 mpaka 83. Vijiji katika wilaya ya Bukoba, tuna vijiji 94, lakini mpaka sasa hivi tuna vijiji kama 48 ndio vyenye miundumbinu ya maji. Vingine hivi vinatumia visima vidogo vifupi miundombinu ya maji ya kuvuna ya mvua na visima vya kuboreshwa vya asili, lakini vijiji kumi na saba vipo kwenye ujenzi. Kwa hiyo hivi, utakuta ukikamilisha hivi vilivyopo na hivi, tutafika karibia vijiji 60 na kitu, tutabaki tu na vijiji 30 na kitu ambavyo tunaendea navyo kwa kasi, lakini kwa sasa hivi tumepanga kudesign na kuandaa michoro katika vijiji vingine vitano ambavyo kuanzia mwezi wa saba tena tutaanza kutekeleza hiyo miradi mipya. Hii miradi ya vijiji kumi na saba kama mlivyoambiwa ule wa Migala utakamilika wiki hii. Ule wa Bushasha na Katolo utakamilika utakamilika mwezi wa nne. Bujugo kama umeona tayari tuna testi. Lakini maeneo mengine miradi yote ipo hatua nzuri. Kwa mfano, miradi yote ina thamani ya bilioni 4.5. Miradi hii inahudumia wananchi zaidi ya elfu ishirini na tisa. Naitwa Renatus Mombeki Silvesta, diwani wa kata. Ni kwanza nimpongeze meneja kwa sababu ya hii shughuli. Shughuli haikuwa ndogo, ilikuwa na changamoto kubwa, lakini Mungu mwema, mambo yameenda vizuri. Na nyinyi vile vile niwakaribishe na niwapongeze kwa kupita pita kukagua miradi. Unajua mama anatuma hera, lakini sasa akituma hera bila nyinyi kuja kuiangalia. Na wananchi wetu kwa sasa wanafurahi sana, wanampongeza mama yetu kwa sababu sasa hivi shida ya maji, tulikuwa na shida kubwa Kikomero, lakini kwa sasa tunamshukuru Mungu, tunamshukuru rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutua mama ndoo kichwani. Kata hii huu mradi walipokea vizuri na walifurahi, na wanaendelea kuhamasishana na maana kadiri mdo unavyozidi kusogea, ndivyo wanavyozidi kuongezeka, na sio kata hii, hadi kata jirani pia wanazi, wanakuja mradi kuuza mengi. Nikiuza mengi naweza nikafikisha hadi ndoo 200, 300 na kasi. na kabla ya mradi huu kuja hapa na watu walikuwa wana changamoto kubwa ya maji. kwa maana mradi huu <coughs> ulipokuja umewasaidia sana au kabla ya mradi huu watu walikuwa wanahangaika sana, sio watu peke yake, na mimi kiwemo, kwa tunahangaika sana, ikiwemo kuenda umbali zaidi kwenda mbali zaidi, wengine walikuwa wanatumia hadi vidimbwi. Kwa hiyo mradi umewasaidia sana na wamepokea kwa mikono yote miwili na wanashukuru, wanashukuru sana. Kamati ya siasa ya halmashauri kuu ya wilaya ya Bukoba Vijijini, na kimsingi tukaamua kufanya ukaguzi kwenye sekta moja ya maji, na mara zote huko nyuma tulikopitia tulikuwa tukifanya ukaguzi wa miradi mingi kwa pamoja lakini ambayo ufanisi wake ulikuwa ni mdogo. Leo tukataka tujiridhishe kupitia kwenye sekta moja kuanzia ukanda tulikoanzia kule Bugabo, nyewe waandishi wa habari mlikuwepo. Bahati nzuri tulikwenda na nyinyi kituo kwa kituo, na tulikuwa tunafanya uhakiki kwa pamoja, lakini kwa ujumla wake. Maana tulipokuwa tunamaliza ukaguzi wa kituo kimoja, tukiingia kwenye gari, tulikuwa tunafanya kikao cha kutathmini mahali tulipotoka, tumeona nini lakini tunakoelekea tuende na nini. Sasa sisi kwa ujumla wake tunashukuru serikali yetu ambayo tunaisimamia inayoongozwa na rais wetu Dkt. Samia Suluhu Hassani, lakini pia tunawashukuru wawakilishi wetu ambao ni madiwani, ambako huko ndiko hoja za wananchi zinakoanzia. Na madiwani wakisha anzisha hoja vyovyote vile, lazima waijengee mazingira ya kwenda kuisemea mahali inakotakiwa kusemewa, kwa maana ya wananchi. Lakini pia tunampongeza mbunge wetu ambaye pia ametoa ushirikiano mkubwa kwa madiwani wetu kuhakikisha kwamba anasaidiana na madiwani kuiambia serikali changamoto zilizopo katika eneo letu la uongozi katika wilaya ya Bukoba vijijini. Sasa, tulikopita kuanzia kule Bugabo tumeanzia Bushasha kutoka huko mpaka hapa tunapohitimisha Katoro, kona zote nyinyi waandishi wa habari ni mashahidi. Sisi tumeridhika na hatua ambazo zinaendelea zikiongozwa na kiongozi wetu mhandisi Varisto Mgaya pamoja na timu yake kwa kweli mmetutendea haki za muhi. Tumekwenda kituo kwa kituo, na nyinyi mkatupa ushirikiano wa kutosha. Kwanza mkatupa kabrasha lililokuwa linatusaidia kutathmini kila aina, aina, aina ya mradi, lakini pia kutuonyesha hatua zilizofikiwa, lakini pia zaidi ya hapo hatua zinazoendelea huko mbele. Usisahau kusubscribe, ku comment, ku like, na ku share,